Jiji la Los Angeles, lililoko katika jimbo la California, linaendelea kuwa moja ya vituo vikuu vya wahamiaji nchini Marekani, kwa mujibu wa takwimu za mwaka wa 2023 za kaunti ya Los Angeles. Ni mojawapo ya miji mikubwa ya kiuchumi Marekani, ukiwa na sekta mbalimbali, ikiwemo burudani kwa maana ya Hollywood, utalii, teknolojia, huduma za afya na kilimo. Kwa sasa, takribani watu milioni tatu na laki mbili wanaoishi katika kaunti ya Los Angeles ni wahamiaji, wakichangia asilimia 34.6 ya wakazi wote wa eneo hilo. Kati ya hao zaidi ya laki tisa na elfu hamsini na moja hawana hati halali za ukaazi. Wahamiaji hawa wanatoka katika mataifa mbalimbali ikiwemo Mexico, El Salvador, Guatemala na Ufilipino, wakileta utofauti wa kiutamaduni na kiuchumi katika jiji hilo kubwa hali ambayo huwasaidia wahamiaji kupata marafiki na kupunguza upweke. Mchango wao katika uchumi wa eneo hili ni mkubwa. Kwa mujibu wa ripoti ya New American Economy, wahamiaji walichangia zaidi ya dola bilioni 17.3 kwa kodi ya shirikisho na dola bilioni 6.9 kwa kodi ya serikali ya kaunti ya Los Angeles. Wengi wao wanahudumu katika sekta muhimu ikiwemo ujenzi huduma za afya, migahawa na viwanda vya chakula. Hali ya hewa ni joto na huvutia mwaka mzima. Kuna shule nyingi na mashirika yanayowasaidia wahamiaji kisheria na kiafya. Wahamiaji pia huanzisha biashara ndogo ndogo kutokana na mazingira mazuri ya ujasiriamali. Katika sekta ya elimu, zaidi ya asilimia 90 ya watoto wa wahamiaji wanasoma shule, huku asilimia 79 ya familia zao wakitumia lugha ya Kihispania nyumbani. Hii inaonyesha jinsi tamaduni zao zinavyoendelea kuathiri maisha ya kila siku jijini humo. Hii yote ni mwendelezo wa ndoto ya American Dream, ambapo wahamiaji huingia Marekani kutafuta maisha bora na ustawi wa familia zao. Hata hivyo, mafanikio haya hayajawazuia wahamiaji kukumbana na changamoto. Gharama kubwa za makazi zimewalazimu baadhi yao kuhama kutoka Los Angeles na kuhamia katika majimbo yenye gharama nafuu zaidi ya maisha. Aidha, ongezeko la misako dhidi ya wahamiaji hivi karibuni limezua hofu na maandamano katika baadhi ya jamii, hali inayoathiri maisha na ustawi wa wahamiaji wengi katika eneo hilo. Licha ya changamoto hizo, jiji la Los Angeles linaendelea kushikilia sera zake rafiki kwa wahamiaji, likikwepa kushirikiana na kwa kiwango kikubwa na mamlaka za shirikisho katika kuwakamata wahamiaji wasiokuwa na vibali. Kaunti ya Los Angeles ni moja ya kaunti kubwa zaidi Marekani, na ina miji mingi na maeneo mengine tofauti, lakini jiji la Los Angeles ni sehemu moja kubwa ndani ya kaunti hiyo. Hadi mwaka elfu mbili na ishirini na tano, jiji la Los Angeles, California lina idadi ya watu takribani milioni tatu na laki nane hata hivyo, kaunti ya Los Angeles, ambayo inajumuisha jiji hilo na maeneo mengi yanayozunguka, ina idadi kubwa zaidi ya watu, inayokadiriwa kuwa milioni 9 na laki 9, kwa takwimu za mwaka 2023. Katika muktadha wa miji mikubwa zaidi nchini Marekani, Los Angeles inashika nafasi ya pili kwa idadi ya watu, ikifuatiwa na jiji la New York.